Ndege ya kivita aina ya F/A-18 Super Hornet ya Jeshi la Wanamaji la Marekani imepotea baharini baada ya kuanguka kutoka kwenye meli ya kubeba ndege ya USS Harry S. Truman wakati ilikuwa ikivutwa kuingizwa ndani ya meli hiyo, Jeshi la Wanamaji limesema katika taarifa yake siku ya Jumatatu. Afisa mmoja wa Marekani alisema ripoti za awali kutoka eneo la tukio zilionyesha kuwa Truman iligeuka kwa kasi ili kukwepa mashambulizi ya waasi wa Kihouthi, jambo lililochangia ndege hiyo kuanguka baharini. Waasi wa Kihouthi wa Yemen walidai Jumatatu kuwa walizindua mashambulizi ya ndege isiyo na rubani na kombora dhidi ya meli hiyo ya kijeshi ambayo iko katika Bahari Nyekundu kama sehemu ya operesheni kubwa ya kijeshi ya Marekani dhidi ya kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Jeshi la wanamaji lilisema kuwa wahudumu wote wa meli hiyo wako salama na wanahesabiwa ingawa baharia mmoja alipata jeraha ndogo. Tulipokuwa tunavuta ndege ya FA18E ndani ya hanga, kikosi cha kuvuta kilipoteza udhibiti wa ndege hiyo. Ndege hiyo pamoja na trakta ya kuvuta zilianguka baharini, taarifa hiyo ilisema. Baharia waliokuwa wakivuta ndege hiyo walichukua hatua za haraka kujiepusha kabla ya ndege hiyo kuanguka. Uchunguzi unaendelea. Afisa mwingine wa Marekani aliambia CNN kuwa ndege hiyo imezama. Kila ndege ya kivita aina FA18 ugharimu zaidi ya dola milioni 60, kulingana na jeshi la wanamaji. Meli za kubeba ndege za Marekani ambazo ndizo meli kubwa zaidi za kivita duniani zikiwa na urefu wa takriban futi 1100 na, na uzito wa karibu tani laki moja zinashangaza kwa uwezo wake wa kugeuka licha ya ukubwa wake, zikiendeshwa na mitambo miwili ya nyuklia inayosukuma shafts 4 za propela. Meli za daraja la Nimitz kama Truman zinaweza kufikia kasi ya zaidi ya maili 34 kwa saa. Maelezo kamili ya jinsi meli ya Truman ilivyogeuka kukwepa mashambulizi ya Kihuthi bado hayajatolewa. Kikosi cha mashambulizi cha meli ya Truman kimepelekwa mashariki ya kati na kilikuwa bahari nyekundu wakati tukio hilo lilipotokea. Jeshi la wanamaji lilisisitiza Jumatatu kuwa kikosi hicho na kikosi chake cha anga bado kina uwezo kamili wa kutekeleza majukumu. Meli ya Truman imekuwa ikilengwa mara kadhaa na mashambulizi ya waasi wa, wa Kihouthi. Iliingia kwenye vichwa vya habari mwezi Februari ilipogongana na meli ya kibiashara karibu na Misri. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Ndege nyingine ya FA-18 kutoka Truman pia ilidunguliwa kimakosa na meli ya kivita ya USS Gettysburg katika Bahari Nyekundu mwezi Disemba. Marubani wote walifanikiwa kuruka nje salama. Meli nyingine za jeshi la wanamaji la Marekani katika eneo hilo pia zimeshambuliwa na waasi wa Kihouthi. Mashambulizi ki ki ya Kihouthi dhidi ya meli za kivita za Marekani yalianza baada ya jeshi la wanamaji la Marekani kuingilia kati kujaribu kuzuia kundi hilo la waasi kushambulia meli za kibiashara zilizokuwa zikielekea Israel kama njia ya kupinga uvamizi wa nchi hiyo katika ukanda wa Gaza mwezi Oktoba mwaka 2023. Katika wiki za hivi karibuni serikali ya Trump imeongeza mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya Kihouthi nchini Yemen kwa ambayo imechochea vitisho vya kisasi dhidi ya meli za Marekani kutoka kwa kundi hilo la waasi.